Sehemu ya 12. Katika alfajiri ya siku iliyofuata, anga la Enaria lilikuwa limefunikwa na mawingu meusi yakitoa umeme wa rangi ya kijani. Ilikuwa ishara kwamba jeshi la mwisho la Almar limeamka, vikosi vya kivuli vilivyoundwa na miili ya wafu na vicho vyao vikiwa na vinyago vya sumu. Zuri, Elian na wazee wa kijiji cha Lemia walikusanyika katika uwanja wa mbele wa hekalu, wakitazama mashariki. Baro aliwasilisha silaha za kale za kifalme mkuki wa mwanga, upanga wa ahadi na kinga ya amani. Zuri, haya yalikuwa ya mama yako, leo ni siku yako kuyavaa, Baro alisema kwa sauti nzito. Zuri alivaa silaha hizo huku mwanga wa Enaria ukimzunguka. Elian akiwa pembeni yake alifunga upanga wake wa zamani aliokuwa nao tokea kijana, akasema, hii ni zaidi ya vita ya kifalme, hii ni vita ya hatima. Kivuli kilipofika ardhi ilitetemeka. Almar alijitokeza mbele ya jeshi lake akiwa amevaa vazi la giza na pete ya sumu mkononi. Aliongea kwa sauti iliyopenya anga, Enaria haina malkia. Ina mzushi. Zuri alinyanyua mkono wake juu akizungumza kwa nguvu iliyojaa imani, na wewe huna watu. Una hofu. Ndipo pambano kuu lilipoanza. Upande wa Zuri walikuwa wachache, lakini kila mmoja alikuwa ameunganishwa kwa mwanga wa tumaini. Waliwapokea askari wa kivuli kwa ustadi na ushujaa. Elian alipigana bega kwa bega na Zuri wakisaidiana bila hata kuzungumza. Lakini Almar hakuingia vitani moja kwa moja. Alipanda kwenye mnara wa kale wa Lemia akitoa uchawi wa giza uliolenga kuifunika Enaria milele. Zuri alihisi, "Ni lazima nimfuate." Ikiwa hatasimama, vita hii haitaisha. Elian alitaka kumzuia, lakini alijua hatima ya nchi ilikuwa mikononi mwa malkia wake. Zuri alipanda mnara kukutana na Almar uso kwa uso. Kulikuwa na mapambano ya kiakili na nguvu. Almar alirusha miale ya sumu, lakini kito cha Enaria kiliikinga Zuri. Hatimaye, kwa kutumia mkuki wa mwanga, Zuri aligonga pete ya Almar, ichanzo cha uchawi wake pete hiyo ilivunjika na giza likapotea ghafla jeshi la kivuli likaeyuka hewani anga likasafika jua likaanza kuchomoza kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi katika Lemia Zuri alishuka kutoka mnara kwa mwili uliochoka lakini moyo wake ukiwa imara Elian alikimbia kumkumbatia machozi akiwa machoni umeokoa Enaria hii umetuokoa sisi wote na watu walipiga magoti wakisema kwa sauti moja hii malkia Zuri wa mwanga Malkia wa Enaria. Lakini ndani ya mioyo yao walijua kuwa huu haukuwa mwisho, ilikuwa ni mwanzo wa Enaria mpya. Je, nini kitaendelea zaidi? Usikose sehemu ya kumi na tatu. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs>